ndakugeithia muthikireria na mwiroreri tondo nindacoka uro rake twaranarie hanini tondo ni kwagirire na ndarakwirire uhiuhage guthikireria ndukahiuhage kwaria tondo ungihiuha kwaria no wage kunyita niki gikwiragwo kana hingo ingi ndare hau ndungitwaranirie nindakugeteire hanini hanini tondo utu ninire ona ngiaria ri njetereire otu

ndukanetekanie no na mundu akiuga uhoro wa Jehova ni murito ikwere wa uhoro wa Jehova ni murito we igagirira thina no ke igirira ciana ciaku mathina ona nyumba yaku yothe ukamigirira thina tondu ngai ni amenyete akiaria na kanwa ka Jeremia ati na kanwa gake uhoro wa ngai Jeremia 23 kanwa ndira guthomera reå we ungienda guthoma uhoro ucio ri ambia na hau rogonga gongo tondu uhoro horo cio no umwe ukite waritie uri undu umwe irauga atiriri nao ha uhoro wa anabii na athinjiri ngai na andu aria magwetaga kiugo kiu kia uhoro muritu wa Jehova ri ndiri hingo itaka herithia mundu ucio ona undu ona andu a nyumba yake mundu ugwetaga uhoro muritu wa Jehova ngai arauga gutiri hindi atakaherithia mundu ucio ona aherithia andu a nyumba yake twakiraga tukona ahunjia ni nitondu oria makumaga thoma makanitha-ini ngoma ta icokaga kuri ciana ciao aca ni aria ahunjia mararire ciugo cia ngai na, siya na, na makiuga watho wa ngai na wathirire nikio ngai amaherithagia agacoka akaherithia nginya ciana siya ciao

agetitikithia we mwene ni undu ciugo cia ngai uria uri muoyo ni mu ciraretie o iria cia jehova ngai witu munene waita ngai athi na mbere kuuga atiriri ni undu wa kugweta ndeto ciake ati ni nditu kana kuonania undu uria ngai athanite tukauga ni muritu ungiurio ugaga mathani ni marito ugaga watho wa jehova ni muritu wendaga wanjia umaraya wendaga wabiriria kuya kuya na kwaga kuya ni kirito umaraya kana kana gutharia ri na tariu ri tugira mahema wa marito maruta go ta muti muti deki wa mugoteni ri ati ndikaga atari sati githaria githaragia gitari nguo one emwe oguo gutharia ni kurito gukira ona gutitika mugoteni kana kuhura kagoto na hikuwe ndoiga kana woiga ati uhoro wa Jehova ni muritu ri kiugo kia Ngai kiuga atiriri we niwe we wititikithagia uhoro ucio uguo ngiuga mathani ni maritu kana watho wa Jehova ni muritu undu ucio wararia mm -hmm. we niwe ugucokerera na riu undu ucio wagucokerera ri hakagia thina tondu ni wehura na nikio Ngai aria mbere akwira atiriri gukungethera na ngethere andu a nyumba yaku uguo kuma mutumia waku ciana nimekungetherwo ni tondu wa kuhuthira ciugo cia uhoro muritu wa Jehova kana turi andu maugaga atiriri watho wa ngai ni wathirire undu ucio ndungihotekeka ni mundu wina mwiri na thakame ngai akiheana watho ri ndaheanaga watho uga kuone mundu athie birira ngai yake heana watho ri aheanaga watho akimenyaga ahe mundu wina mwiri na thakame kwoguo ri nonginya tu tumenyerere na no nginya turore